Vyanzo hivi vingi ni vya mito, chemichemi na baada ya kuangalia uhitaji wake wa maji, ndipo mamlaka ikaanza kutumia vyanzo vya eh, tte vyanzo chini ya ardhi, ikiwa hiki ni sehemu mojawapo, licha ya kwamba kwa sasa unatekelezwa mradi mkubwa wa maji wa kimkakati kutoka chanzo cha mto Kiwila, ambapo ni fedha zimetolewa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa thamani ya shilingi bilioni 119 lakini wakati tunasubiria utekelezaji wa mradi huo, mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya ikaona tuendelee kuangalia kutafuta njia za kuweza kuondoa changamoto ya huduma maji. E, mheshimiwa mstahiki mea wa jiji ya Mbeya, mradi huu umetekelezwa kwa njia ya mkandarasi ajikanae kwa jina ya MMJ Drilling Consultants Limited ya jini Mbeya kwa gharama ya shilingi milioni 112.574 ambapo utekelezaji wa mradi huu umehusisha kazi zifuatazo. Mheshimiwa Mstahiki Meya wa Jiji la Mbeya, kazi ya kwanza tunajua kwamba kuchimba kisima inabidi kwanza kufanya utafiti maji chini ya ardhi. Kwa hiyo ilifanyika kwanza utafiti wa maji yaliyopo chini ya ardhi ambayo kwa kitaalamu inaitwa hydrogeological and geophysical investigation. Baada ya kuangalia na kuona kwamba maji yanaweza kupatikana ndipo ikafuata hatua ya pili ambayo ilikuwa ni upimaji wa wingi na ubora wa maji. Swala so, hili lilifanyika kwa kuwashirikisha ofisi ya bonde la Ziwa Rukwa ambao ndio wana utaalamu zaidi katika eneo hili. Baada ya kujihakikishia kwamba maji yaliopo mara ya kwanza, Mheshimiwa Mstahiki Meya wa Jiji eh, mradi ulikuwa na lengo kuhudumia maji katika eneo la shule. Lakini baada kupima ya kupima kiasi cha maji yaliopo na kujiridhisha kiutaalamu kwamba maeneo jirani yanaweza kufaidika kupitia mradi huu ndipo ikafikia swala la kuchimba kisima kirefu chenye umbali wa mita 110. Baada ya kuchimba kisima hiki ambacho pia kwa sababu hizi taasisi za umma chini ya sekta ya maji, e, kazi hii ilifanywa kutumia mitambo ambayo iko chini ya wenzetu wa RUWASA ambao ni wakala wa maji vijijini. Baada ya kuchimba kisima hicho cha urefu wa mita 110, kazi iliyofuata ilikuwa ni kukiendeleza ukiendeleza kumhusisha shughuli zifuatazo ambazo hata kwa macho zinaonekana. Kwanza ibidi kujenga nyumba ya pump na panel kwa ajili ya starter, ambayo chumba hicho kina ukubwa wa mita mbili pointi tano kwa mita mbili pointi tano kama kinavyoonekana pale mbele ambapo kazi imekamilika kwa asilimia mia moja lakini baada hapo kwa baada ya kujenga nyumba ya pump na panel, kilichofanyika ilikuwa ni unuzi na ufungaji wa pump ya maji e, pamoja na viungo vyake, kazi ya Mheshimiwa Mstahiki wa Jiji, imefanyika na ukamilika kwa asilimia mia moja, lakini baada e, ya hapo, tunashukuru jitihada kutoka shirika zetu za Tanesco wakaweza kutupatia nishati ya uhakika katika eneo hili, ambapo ikaenda pamoja pia na kufunga kifaa tunakiita automatic voltage regulator AVR ambacho kinaweza kusababisha kuweza kuregulate kiasi cha umeme unachofika na kuweza kuilinda ile paneli ya pampu. Mheshimiwa eh, Mstaki Mwa Jiji la Mbeya, kazi ingefanyika ni ununuzi na ujenzi wa mnara wa tenki la kuhifadhia maji na ujazo wa lita 10,000 kama linavyoonekana pale mbele ambayo ibidi kwanza kusimika mnara kisha kuliweka tenki ambapo maji yakitoka chini yakisukuma yaweze kufika pale juu na kuweza ku, ku, ku, ku kusambazwa katika eneo hili. Mheshimiwa eh, Mstaki Mwa Jiji la Mbeya, kazi nyingine imefanyika baada ya kuona shule hii ya Gombe kusini napata maji pamoja na shule jirani ya Mosote napata maji pia, tukaona kwamba maeneo jirani yana changamoto maji pia, basi si vibaya na wenyewe, kwa sababu kulikuwa na mfumo wa mabomba uliopo wa zamani, basi na wajitweze kupasia maji kule. Mheshimiwa Mstahiki Mheshimiwa Mstahiki Meya wa Jiji la Mbeya, eneo la Gombe kusini limekuwa na changamoto kubwa ya maji kwa kipindi kirefu na kupelekea hata mabomba yaliyokuwepo yalikuwa yameshachakaa lakini sasa baada ya kuingiza katika mfumo ule sehemu kubwa inapata maji, na kama nasema mradi huu umeanza kutoa huduma maji tangu mwezi Desemba mwaka jana. Yote hii ni baada ya kuona kwamba maji yanapatikana yanaweza kutosha katika eneo hilo. Baada ya hapo, baada ya kuunganisha, labda niseme kitu kingine kwamba baada ya kuona kwamba zoezi hili linaleta manufaa, sasa mamlaka inaendelea katika maeneo mengine kupitia hapa pia eh, mamlaka maji safi na usafi wa mazingira Mbeya imechimba kisima kingine shule pale Gambalaji ambapo ana shule na maeneo jirani anapata huduma ya maji. Lakini tumekwenda eneo la Mwasa pia tumechimba kisima kirefu na tumeona kwamba huduma ya maji inapatikana, na tunakwenda kusambaza maji katika eneo la Mwasa. baada ya kuona hivyo E, pia tumefanya utafiti wa maji chini ya ardhi katika maeneo matano, ikiwepo eneo jirani na hapa eneo la Itezi, ambapo baada hapo tutakwenda awamu kwa awamu kuweza kuchimba visima virefu kuweza kuboresha huduma ya maji. wakati huo Mheshimiwa Mstahiki Meya wa jiji la Mbeya tukiendelea kusubiria mradi wetu wa, wa maji wa kutoka e, chanzo cha maji cha mto Kiwira. Mheshimiwa Mstaiki Meya jijini Mbeya, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mbeya inamshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuridhia na kutoa fedha za kutekeleza mradi huu. Aidha, mamlaka inashukuru ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya kwa kuwezesha hatua mbalimbali za utekelezaji wa, wa mradi huu kwa namna pekee

Eh, Axon ambaye ametusimamia kwa karibu sana na kusimamia mpaka tupate fedha za kutajia mradi huu na kuhakikisha kwamba eneo eh, katika Jimbo la Mbeya linapata maji eh, kupitia chanzo hiki. Kwa kazi kubwa anayoifanya ya kumtoa mama ndo kichwani, lakini pia kuhakikisha kwamba wananchi wake katika maeneo mbalimbali mbali mbali wanapata maji kwa kazi mbalimbali mbali za kibinadamu, za uchumi na kadhalika, maji yana maeneo mengi sana ya kufanyia kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi kama sehemu ya watendaji, nami hapa nasimama kwa niaba ya wakurugenzi wa bodi ya mamlaka ya maji, mkurugenzi yuko hapa naye, kaimu ameshasema, tunatoa shukurani nyingi sana kwako kukubali mwaliko wetu kuja kuzindua a, kisima hiki cha maji kwa ajili ya eneo hili. Aa, kata ya Itezi hususan eneo hili la Gombe. Mheshimiwa mgeni rasmi, hii kazi haikuwa ndogo. Pamoja na maagizo na fedha nyingi anazotoa mheshimiwa rais wetu mpendwa, lakini kuna mfuatiliaji ambaye ni Daktari Tulia Axon. Anafuatilia kuhakikisha zile fedha zinaweza zikafika ili mradi ambao umepangwa na management uweze kutekelezeka. Kwa hiyo niombe sana tumpigie makofi mengi sana mheshimiwa. Anafuatilia kuhakikisha fedha tunazokuwa tumeshaziandika kwa ajili ya mradi zinafika kwa wakati, na ninafurahi sana kuona kwamba hatimaye ndoto yetu imetimia. Walimu, nadhani sasa mtapata watoto ambao ni wasafi naniye mnakaa kwa amani mkiwa madarasani. Mheshimiwa mgeni rasmi, mimi kazi niliyopewa milioni mia moja kumi na mbili na umezielekeza kwenye mradi huu katika kata yetu ya Gombe. Ndugu zangu, maji ni uhai, mwili wa mwanadamu robo tatu yake ni maji. Ndio maana ukiwa huna maji hapa lazima uanguke, na ukianguka utapelekwa hospitali, cha kwanza utaanza kutua drip, kwa sababu mwili hauna maji. Kwa, kwa hiyo maji ni uhai, lazima kama ambavyo amesema mkurugenzi, vyanzo vya maji vinatakiwa kutunzwa. Tukipoteza vyanzo vya maji, na uhai wetu tunakuwa haupo, kwa sababu uhai wetu unategemea maji. Na duniani leo, hata katika vitabu vitakatifu wanasema kwamba kila kitu kinahitaji maji. Kwenye Kurani wameandika katika, kuna aya inayozungumza kwamba maji kila kitu kinahitaji maji, mmea unahitaji maji, mdudu unahitaji maji, mti unahitaji maji, wanyama wanahitaji maji. Yani, maji ni hitajio la kila kitu, kila kiumbe katika ulimwengu huu. Mi waombe sana sana tuendelee kuvitunza vyanzo vya maji kwa maji ishirini na tisa, tuendelee kuvitunza. Yule ambaye anataka kuharibu vyanzo vya maji tumuone kwamba yule anataka kutuharibia maisha, yule anataka kutuangamiza, tusiwepo duniani. Kwa hiyo mimi nikuombeni sana katika lakini mamlaka maji nimpongezeni kwa mradi huu, mradi ambao umekwenda sasa kutatua tatizo la maji katika eneo letu la Gombe Gombe Kusini, pamoja na katika maeneo ya shule yetu, kwa sababu mradi huu sasa unakwenda kutosheleza katika maji katika eneo la shule. Naamini shule sasa itapata maji ya kutosha. Tumejenga vyoo vipya na ambavyo mkurugenzi amesema, naamini vyoo sasa vitatunzika na vitakuwa visafi, na tunategemea kuona kwamba hata wanafunzi wetu wanakuwa nadhifu, wakifanya kazi wakichafuka, basi wanapata maji na kuendelea kuna. Kwa hiyo haya mambo yote, ndugu zangu, bila maji hayawezekani, na haya yote Dkt Tulia amesukuma kwa kiasi kikubwa sana. Miradi yote ambayo mnaiona katika jiji la Mbeya Dkt Tulia amesukuma kwa kiasi kikubwa sana. Hii miradi inaendelea kutupa huduma nzuri. Kwa hiyo matunzo ni kitu muhimu, serikali inatoa fedha na kutengeneza miundombinu, kama hatujali, hatuangalii inakuwa hakuna maana a sabab so, Mheshimiwa Rais anahangaika usiku na mchana kuleta fedha kwa ajili ya miradi mbali mbali, kayo hii miradi tunapokuja, tunapoisimamia miradi katekelezeka, miradi ikaonekana, cha muhimu ni kuitunza na kuisimamia. <coughs> Samani, cha muhimu miradi kuisimamia na kuitunza, ili kila mmoja kila mmoja ahisi kwamba huu mradi unamuhusu kwa sababu so, maji yakikatika hapa au maji miundombinu ule ukiharibika wa maji maji yakakosekana wale athirika ni watu wengi, wanafunzi wote wataathirika, jamii itaathirika. Kwa hiyo kila mmoja awe ni mlinzi wa mradi huu, kila mmoja ajue namna gani, namna ya kuitunza miradi, hasa huu mradi wa maji ambao tuko nao, tuendelee kuutunza. Miradi ya madarasa tunaleta, miradi ya shule, miradi ya ustra, kila mradi ambao unakuja katika jiji letu, unatakiwa sisi wananchi wambe atue mfano wa kuitunza miradi. Leo shule tunazijenga shule nzuri, shule ambazo zinapendeza, lakini bila kuzitunza, bila kuziangalia hazitakuwa, hazitadumu na rais hawezi kila siku kuleta hela kila mwaka, kwa sababu kuna mambo mengi ambayo anatakiwa yafanye katika nchi. Kwa hiyo anahangaika, pesa zikija, mradi ukitekelezeka, ndugu zangu, sisi tuendelee kuutunza, tuendelee kutunza miradi yetu yote. Ili kwamba, naamini kwamba huu mradi uko mahala pazuri, mkurugenzi amaidi kwamba tuendelee kuweka ulinzi, na kweli lazima tuweke ulinzi na tuutunze kwa asilimia mia moja. Mojawapo ni huduma ya maji kama tunavyofahamu, huduma ya maji haina mbadala maji yakikosekana, huwezi ukatafuta kitu kingine. Kwa hiyo maji hayana mbadala, ni huduma muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu, na tunaambiwa maji ni uhai. Kama hakuna maji, basi uhai hakuna, basi ninaweza nikasema siku hii ya leo, mahali hapa Gombe, tumeletewa uhai. Ah, pili napenda nichukue nafasi hii kumshukuru Mheshimiwa mbunge wetu Dr. Tulia Aksoni ambaye ndiye mtetezi wetu kule bungeni. Tunafahamu kwamba sawa, fedha zipo, lakini ili ziweze kufika huku, tulimtuma bungeni aende akatutetee kule, ahakikishe hela zinafika, na kweli fedha zimefika kwenye jiji la Mbeya kupitia mamlaka ya maji na mradi huu wa maji umeweza kutekelezwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Dr. Tulia Ackson, lakini tunapenda nichukue nafasi hii kumpongeza Mstahiki Meya wa jiji la Mbeya pamoja na baraza lake la madiwani ambao wamekuwa wakipokea fedha hizi na kuhakikisha zinafanya kazi iliyokusudiwa. Na hususani leo tuko kwenye kata ya Itezi ambayo tuna mheshimiwa diwani, mheshimiwa Shtambala ambaye ameweza kupokea fedha hizi na zimeweza kufanya utekelezaji wa mradi wa maji kwenye kata yake. Hongera Mstahiki Meya, lakini pia hongera mheshimiwa diwani ya kata ya Itezi. Hongereni pia wananchi wote Waitezi, pongeleni wanafunzi kwa kupata mradi huo. Sisi kama jiji la Mbeya tunatoa shukurani nyingi sana maana, kwenye shule hii ulikuwa kuna changamoto ya maji. Nakumbuka kuna kipindi tulikuja kwenye mwenge, tulikuwa tunapokelea mwenge hapo uwanjani, tulipata changamoto ya maji, tukasema tunafanyaje? Kule vyooni mbona maji hakuna? Wakasema tuwazime matenki haraka haraka tuweke hapa, tulete boza, tulete maji, kumbe maji yako hapa chini. Kwa hiyo tunashukuru sana, tumeweza kupata maji na taamini, tukiwa na shughuli yoyote hapa mambo yataenda safi. Lakini pia wanafunzi, tunaamini watapata huduma ya maji iliyo bora, maji safi na salama, kwa ajili ya matumizi ya shule hii. Tumeboresha vyoo, lakini kama vyoo havina maji inakuwa haina maana, kwa hiyo ofisi ya mkurugenzi inatoa pongezi nyingi sana na shukurani nyingi kwa mradi huu wa maji. Lakini pia niwapongeze mamlaka ya maji kwa kuwa watekelezaji wa ilani. Tunafahamu ilani ni kuhakikisha kwamba, ilani nasema watu wapate maji safi na salama, lakini watekelezaji kama msingefanya vile inavyotakiwa, tusingeweza kupata maji leo hapa Gombe. Kwa hiyo hongera sana mamlaka ya maji kwa kutekeleza mradi huu katika shule hii ya Gombe ambayo tunafahamu kwamba watakaofaidika ni shule ya Gombe na shule ya Masote, lakini pia mradi huu tumeambiwa pia wanajamii wanaozunguka maeneo haya wananufaika. Kwa hiyo ofisi ya mkurugenzi inashukuru sana sana kwa utekelezaji huu kupitia mamlaka ya maji na ile visima vingine mlivyochimba kwenye shule nyingine mbili, ambapo tuna jumla ya visima vitatu. Tunatoa pongezi nyingi sana, lakini pia mradi huu huko hapa Gombe kama ofisi ya mkurugenzi tunaamini tuna wajibu wa kutunza kuhakikisha mradi huu na hii miundombinu inatunzwa. Kwa hiyo tunaahidi kuitunza miradi hii kupitia shule hii ya Gombe na mahali hapa, tutahakikisha pana ulinzi wakati wote kuhakikisha miundombinu ya maji hii inatunzwa na inakuwa na faida kwa kizazi cha sasa na hata kwa kizazi kijacho. Lakini niwashukuru sasa wananchi wote hasa na wanafunzi na staff kwa kuulinda mradi huu, kwa kuutunza, kwa kuhakikisha unakamilika, lakini kwa kutukaribisha kwenye eneo hili kwamba tuchimbe mradi wa maji, niwashukuruni sana, lakini niwapongeze kwamba mmepata maji. Wenzetu yapo mlangoni, yapo ndani ya nyumba. Kwa hiyo shule hizi mbili zinaenda kunufaika na haya maji, kwa sababu tayari yako ndani ya nyumba yao, na nina hakika kwamba wao hawatakosa hata siku moja, maana hawana mgao. Nashukuru lakini nipende kupongeza sasa mamlaka kwa ujumla kwa kazi hii kubwa na kuwashukuru kwa, kwa kazi hii kubwa ambayo inaenda kuifanya kata Itezi ipate maji sasa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumekuwa na tatizo la maji, hi, maji na kwa muda wa miaka mitatu minne hii maji ni kero na ni kesi mbaya kwa kata Itezi. Nyumbani kwangu mimi ndio naletewaga message za kwamba tumesoma mita unadaiwa kiasi kadhaa kwa miaka miwili nadaiwa elfu mbili na mia tano na ndio message inayoingia kila mwezi, miaka miwili sasa hii. Hauko ni kwa diwani, inawezekana walikuwa wanafungua kwa upendeleo kwa wengine ambao si viongozi, kukoje? Kwa hiyo mheshimiwa mgeni rasmi, kimsingi mamlaka ya maji safi imetutendea ubarikio, imetumeemesha tumshukuru Mungu sana kwa serikali ya CCM kusimamia tukio hili. Lakini nipende kuisii sasa kuwaomba niwaombe mamlaka majisafi, ya maji safi ya mkoa ya, ya, ya wilaya ya Mbeya kwamba tafadhali sasa miundombinu ambayo mnatumia ni ile ya zamani, mingi ilishatumika sana na imechoka na mingi inavuja. Kwa hiyo chungeni upotevu wa maji kama ilivyoshughulieni na, eh, na matamko yenu kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye sera zenu Chungeni upotevu wa maji, lakini pili, hakikisheni maji yanafika kule yanatokewa kufika, manake mrekebishe miundo mbinu yote ikamilike. Na niseme tu kwa upendeleo hata bondeni na kokaa, mimi bado miundo mbinu haijategemezwa ijapokuwa nimeshapata taarifa kwamba kuanzia wiki ijayo jayo mbuvu ile fosi ya kufanya marekebisho inaendelea. Kwa hiyo niwa niwape wa, ni moyo kwamba tutakuwa pamoja nanyi kuonyesha imepita wapi